Karibu sana ninaitwa Dr. Chris Mauki. Ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa. Asante kwa sababu ya kuwa mwana familia wa channel hii nzuri kabisa iliyobadilisha maisha ya watu wengi ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Nimepita nchi tofauti tofauti, pata shuhuda mbalimbali, lakini pia emails na message na kule YouTube pia chatting zinaonyesha kwamba wako watu wengi sana ndani ya Afrika na nje ya Afrika wanaosikiliza Kiswahili na watu wachache wanaotafsiri ambao wamekuwa wanachama members wa uzuri wa familia hii. Katika familia hii tunajifunza mambo yanayobadilisha watu maisha katika maeneo matano, katika maeneo la familia, ndoa, mahusiano, malezi na maendeleo binafsi, yani personal development. Huko ndiko ambako wito wetu upo. Asante sana kwa timu yangu ya maandalizi na wote ambao mnahakikisha hili linafanyika, wako wanaoomba, wako ambao wanatu wish mambo mazuri. Kama bado hujasubscribe channel hii, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe chekundu, alafu kitabadilika rangi tayari utakuwa mwanafunzi wa kudumu wa familia hii, na kama unatamani tukupe notification kila tunapo upload video mpya, basi bonyeza kale katufe kenye, kenye picha ya kengele moja kwa moja, utakuwa unapata notification kila tunapo upload new video. Leo naomba nikufundishe topic ambayo iko katika mlengo wa kukusaidia wewe aidha katika maendeleo yako binafsi au katika mahusiano yako, especially kwenye ku deal na stress. Wengi mnafahamu, nimekuwa nikifundisha sana kuhusu stress. Nimepita maeneo mbalimbali, makampuni mbalimbali, na wengi mnafahamu, wengine nimekuiona kwenye makampuni mnayofanyia kazi, nikifundisha kuhusu stress management. Nimeandika pia kitabu ambacho unaweza kukutana nacho kwenye mabookshop kinachoitwa stress management au namna ya kumudu msongo wa mawazo. Sasa uh, unapokuwa na stress, mambo matano yanaweza yakatokea katika maisha yako, na haya natamani kuwekea wazi, ili uweze kujifahamu na kujitambua, hususan haya mambo yanapotokea katika maisha yako. Kumbuka, mara nyingi nimekuwa nikifundisha inapokuja suala la stress tunachokusaidia sio kuondokana na stress, usiwe nazo kabisa au usiwahi kukutana nazo kabisa, kwa sababu uwezi, ila ni kukusaidia kumanage hizo stress au kuzimudu, kukabiliana nazo zinapotokea. Um, stress ni ile hali ya mwitikio wa hisia, hususan pale hisia zinapoona kwamba the supply is lower, the demand is higher. Uwezo wa kukidhi au wa kumudu kinachohitajika ni mdogo, wakati kinachohitajika au unachotakiwa kukifanya ni kikubwa kuliko uwezo wako. Yaani pale ambapo hisia zako zinaona zinazidiwa, stress inapanda. Sasa vitu vitano hutokea. Na hizi kwa lugha ya kitaalamu tunaita stress reactions, stress reactions ni namna gani mwanadamu na mwili wa mwanadamu hurespond hureact kwenye stress? Stress zinapotokea, jambo la kwanza, stress zinapotokea reaction ya kwanza inaitwa fight. Na bahati nzuri hizi reaction zote zinaanza na jina ya F. F. ya kwanza ni fight. Fight ni pale ambapo stress inapotokea una sikia kupambana, unasikia kukabiliana na kilicho mbele yako, wedha kwa mikono yako, kwa nguvu zako, kwa maneno yako, kwa kutukana, kwa kugombana, kwa kurusha kitu, kwa kurusha ngumi, chochote kinachotokea. Alafu unasema, nitapambana hapa, nitasimama kidete. Hapo maana yake uko kwenye reaction ya fight, au gia yako umeweka kwenye reaction ya fight. Reaction namba mbili ni flight, flight ile ile ya kwenye flight ya ndege. Hapa ni pale ambapo stress inapokujia kwa ghafla, unaona kabisa siwezi kupambana, siwezi kutukana, siwezi kurusha ngumi, siwezi kurusha jiwe, siwezi kumrushia neno kali huyu mtu. Ninatakiwa kukimbia, niondoke eneo hili, niondoe moyo wangu. Waswahili wanasema kunguru muoga anakimbiza bawa lake. Hiyo ni flight mode. Unaondoka Hutaki shida, hutaki matatizo na watu, unajiondoa mwenyewe, unaondoka kwenye eneo la stress. Hiyo unasema unatumia mode ya flight. Na F ya tatu ni freeze. Hapa ni pale stress inakuja kwa ghafla ambapo hukutarajia, kwa hiyo unaingia kwenye mfumo wa kudua, unadua, unatoa macho, unafungua mdomo Hujui nini kitokee, huwezi kupiga hatua kwenda mbele wala kurudi nyuma, hujielewi nini kimetokea, umepanic. Umekaa huko unasema tu chochote kitakachotokea, sawa, nina sarenda. Hapo ndiko uko kwenye, kwenye, kwenye gia yako imeingizwa kwenye freeze, umefreeze kama barafu, una freeze, umeganda. Lakini f ya nne, ambayo ni reaction ya nne ni foam Phone ni FAWN. FAWN. Hapa ni pale ambapo kwa sababu ya stress unashindwa kufly -ku -ku -ku -ku flight unashindwa kufight -ku -ku -ku na huwala huja freeze hapa unasema, ili nikabiliane na matatizo haya, ili niondokane na shida, sitaki kugombana na watu, nitakubali chochote kinachosemwa, nitakubaliana na chochote kinachotolewa, kila wazo mimi nitasema ndio, wala sipingi jambo la mtu, kwa sababu hapa nisije nikafa. Kwa hiyo we unakubaliana na chochote, una comply kwenye kila kitu, unakuwa ndio ndio, mzee, ndio ndio, kila kitu ndio tu, yes, yes. Hapa ndipo panapotengeneza watu wanaitwa chawa. Kwa nini wanakubaliana na hata wasichotaka kukubaliana nacho, hata ambacho mioyo yao inapinga, nje yao wanakubali? Hii ni reaction ya stress inayoitwa fawn. Kwa unaweza kufikiri hao watu wanafurahia maisha, lakini ndani yao kuna stress na wameamua kucomply kwenye ile stress kwa kutumia reaction ya fawn. Kumbuka hizi reaction sio unachagua, zinakuja automatic kutokana na ubongo unavyochagua ureact vipi. Ubongo ndio unaamua uingeji gia gani kutokana na, ma, na mazingira. Na reaction ya tano na ya mwisho inaitwa faint. Sasa nilikwambia kwenye freeze ni pale ambapo stress imekuja kubwa, kwenye faint ni pale ambapo stress imekuja kwa gia kubwa na ya kupanic kuliko kwenye freeze. Hapa sasa hauduai tu haudumai tu unashindwa kufanya chochote na ubongo unafeli kuprocess chochote, unaamua kuzima. Na hapa, huyu mtu huwa anaanguka, anazirai, anazimia, anapoteza fahamu. Stress inapokuja ghafla, kwa mfano, mtu umetembea ghafla, unaona chatu huyu hapa, ukashindwa kukimbia, ukashindwa kufaitu useme unatupa kitu ukashindwa kufreeze na hakuna kukomplai kwenye suala la chatu, una faint, unaanguka. Ndio hapo utasikia watu wanasema, nilikuja kujigundua niko hospitali, ajali ya ghafla imetokea, wala hujaumia wala nini, ghafla umezimia, hakuna ulikoumia, lakini fahamu zikapotea. Hapa ni pale ambapo stress zinakuwa kubwa katika hali ambayo zinaizima fahamu yako, inaitwa faint. Kwa hiyo reaction za stress ziko tano, is either fight or flight or freeze or fawn au faint. Hivi ndivyo mwanadamu hureact stress zinapomkuta. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki na nashukuru kwa sababu natumaini umelewa. Komenti yoyote andika pale chini, nami nitakujibu kwenye sehemu hii ya YouTube. Asante kwa kuwa memba wa familia hii. Thank you.